Wakati ambao sekta ya elimu nchini inazidi kukumbatia mageuzi ya kimfumo, Waziri wa Elimu Julius Migos amethibitisha kuwa Wizara ya Elimu imewekeza mikakati kabambe kuhakikisha kuwa mpito wa wanafunzi wa gredi ya tisa kuelekea shule ya pili gredi ya kumi chini ya mfumo mpya wa elimu CBE na mabadiliko yaliyoko yanafanyika kwa mpangilio na mafanikio. I wish to assure the public and all stakeholders that the government is fully prepared for the inaugural transition to senior school. Akizungumza wakati wa mkutano wa muungano wa walimu wakuu wa sekondari kesha kaunti ya Mombasa, waziri alibaini baadhi ya mikakati ambayo wamewekeza ikiwemo serikali tayari imetekeleza mfumo huu wa CBE katika shule zaidi ya elfu thelathini na tisa za msingi na shule elfu ishirini na sita za sekondari msingi kote nchini katika awamu ya kwanza, na kuwa inalenga shule zaidi ya elfu kumi za sekondari kama maandalizi ya wanafunzi kuelekea gredi ya kumi mwaka elfu mbili ishirini na sita. CBE has been rolled out

Across the country. Na ili kusaidia mpito huu wa gredi ya kumi, wizara ya Elimu inashikilia kuwa serikali imeanzisha mfumo wa kidijitali utakaowawezesha wanafunzi wa gredi ya tisa kuchagua shule wanazotaka kwenda na taaluma wanayotaka kusomea. Waziri akiongeza kuwa shule zote zipo tayari kutoa mafunzo ya taaluma kwa wanafunzi. The Ministry of Education has developed

Kando na hayo waziri amedokeza kuwa licha ya mgao wa shule kucheleweshwa, serikali sasa imejitolea kufadhili mfumo huu wa CBE, kwani tayari shilingi bilioni 22 zimetolewa, lengo likiwa kuhakikisha kuwa elimu bora inapatikana kwa wote. In time to ensure smooth placements of candidates to senior school. We've already released 22 billion for capitation for basic education learners countrywide. Out of this 11.6 billion was free for free day secondary education Mary Kialo, makala ya elimu na Undugu